Watazamaji, leo umetoka kwenye ibada kubwa sana. Sasa hapa tumekutana na mtumishi wa Mungu, tunataka tumuulize maswali machache, lakini kabla ya kumuuliza maswali machache, lazima tumuulize jina lake. Dada, unaitwa nani? Naitwa Rose Joseph. M, kama umemsikia mtumishi wa Mungu anaitwa Rose Joseph. Kwa mfano katika kipindi kile cha wanafunzi kumi na mbili wa Yesu, leo ndo angetokea hapa, ungetamani nani akuoe? <laughs> Kwa upande wangu mimi ningemchagua Yuda. Kwa nini Yuda? Kwa nini asiwe Petro? Ah, unajua kwa nini nimemchagua Yuda? Yuda ni ana mapenzi ya kweli na ya dhati kutoka moyoni, kwa sababu kabla hajamsaliti Yesu alienda alimkumbatia, akambusu. Kwa jinsi gani alivyokuwa na mapenzi, hata kama alikuwa anataka kumsaliti. Yuda akapewa vipande 30 vya fedha akavipokea na kuondoka. Alipofika mbele, akajutia: mimi nataka nimsaidie Yesu na nimepewa hivi vipande, haiwezekani. Akaamua kuvirudisha. Ni jinsi gani alikuwa na upendo wa dhati kutoka moyoni, akavirudisha vile vipande vya fedha, lakini bado akaona haitoshi, eh, bado nafsi yake ikawa inamsuta. Ina ni jinsi gani alivyokuwa na upendo, akaamua kwenda kujinyonga. Nafikiri umeshanielewa. Ni jinsi gani alivyokuwa na upendo wa dhati hebu, fikiria, akayatenda hayo kwa Yesu tu. Je, kwa mkewe, unadhani atapata ujasiri wa kumsaliti mkewe? Hatoweza kumsaliti, mke. Hato kumsaliti. Mm. Ndio maana nikampwenti Yuda kwa sababu wana mapenzi ya kweli <laughs> na ya dhati kutoka moyoni. Oh. Shalom, shalom.